Ripoti ya mwaka 2024 iliyotolewa na Shirika la Afya Duniani WHO inaonyesha mwaka 2023 kulikuwa na wagonjwa milioni 263 wa malaria duniani na zaidi ya watu laki tano walipoteza maisha kutokana na maradhi hayo. Kati ya vifo hivyo, asilimia 95 ya vifo vimetokea barani Afrika. Kutokana na athari hizo, Shirika la Afya Duniani WHO limeweka mikakati ya kuutokomeza ugonjwa huu wa malaria ifikapo mwaka 2030. Katika kuunga mkono juhudi za Shirika la Afya Duniani, serikali ya Tanzania ikiwa miongoni mwa nchi za Afrika imeanzisha kiwanda cha uzalishaji wa viuadudu kwa njia ya kibayolojia TBPL chini ya Shirika la Maendeleo la Taifa kilichopo wilayani Kibaha mkoani Pwani, ikiwa na lengo la kutokomeza kabisa malaria nchini kwao. Serikali ikaja na afua hii, inaitwa afua ya viuadudu au biolarvicide intervention, ambapo kiwanda kilijengwa kwa kushirikiana na Cuba, na wenzetu wa Cuba ambao ndio wanateknolojia. Kwa hiyo tukaanza, ilikuwa lengo ni kuzalisha lita milioni sita, lakini upembuzi ya kinifu unaonyesha matumizi ya ndani ilikuwa ni lita laki, milioni tano laki sita na thelathini, maana yake itabaki lita laki tatu na thelathini, ambazo hizi zilipaswa kuuzwa nchi za nje. Mkumbuke kabisa kwamba dhana ya Tanzania kisiasa tangu zamani ni kwamba ukombozi wa Tanzania haujakamilika kama nchi nyingine za Afrika zinaendelea kutawaliwa. Kwa vivyo hivyo, tumeendelea na dhana hiyo kwamba kuondoa malaria ya Tanzania haitatosha kama majirani zetu bado wana tatizo la malaria. Kwa hiyo ikabidi kuanza pia kutafuta masoko sasa ya kimataifa. Tuna jumuiya ya Afrika Mashariki, tuna, kuna mikutano mbalimbali ya ambayo tunashirikiana nao hasa kupitia kampuni yetu ya Tantrade kwenye maonyesho. Kwa hiyo kupitia Tantrade na maonyesho mengine ya kimataifa tukawa tumeweza kupata mawasiliano na majirani zetu. Kwanza tulifanya safari pia tukawatembelea wenzetu Kenya na baada ya kuelewa, ya kuongea nao kwamba tuna bidhaa hii, Kenya Wizara ya Afya ilikuja kuchukua bidhaa hapa mahali hapa. Na wameendelea kununua serikali, pamoja na makampuni binafsi. Lakini pia majirani zetu wengine ni Uganda ambapo viongozi wetu walikutana kule Cuba kwenye mkutano wa ile G77. uh, uh, uh, walipokutana kule viongozi wetu wakaongelea kuhusu mambo haya ya biashara, na tayari tumeshauza Uganda kupitia wizara ya Wizara ya Afya. Kwa hiyo tuna mahusiano pia na wenzetu wa Msumbiji, pia tumepeleka bidhaa yetu Msumbiji. Sasa hivi bidhaa yetu iko kwenye process ya kusajiliwa kwenye nchi ya Malawi, lakini hata kwenye hizo nchi nyingine za ambayo tumeuza, Namibia, Botswana, nchi za Eswatini, zote tumeuza bidhaa huko nchi hizi za SADC. lakini yote tunakutana kwenye mikutano mbalimbali mbali ya kimataifa. Kwa mfano kila mwaka kuna kitu kinaitwa SADC Industrial Week, ni wiki la jumuiya nchi za kusini mwa Afrika Sadeki ambao wanaadhimisha wiki la viwanda kwa kupitia mikutano kama ile, ndipo na sisi tunaposhiriki tunapata fursa ya kuelezea wenzetu na kuzalisha na kuwaweza kuwauzia bidhaa zetu. Kutokana na jitihada zilizofanywa na kiwanda hiki, zimefanikiwa kuitoa nchi ya Tanzania katika hatari iliyokuwa inatafuna kizazi hadi kizazi na kutengeneza nuru ya leo. Lakini takwimu hapa nchini zinaonyesha kiwango cha maambukizi ya ugonjwa wa malaria kimeendelea kupungua kwa takribani upungufu wa asilimia 45 kutoka asilimia 14.8 kwa mwaka 2015 na, na sasa tumeweza kufanikiwa kufika asilimia nane nukta moja kwa mwaka elfu mbili na ishirini na mbili na na, lakini tunaendelea kujivunia mafanikio ya kazi nzuri inayofanywa na serikali yetu na afua ambazo tulizo nazo, bado tuna, kiwango, tuna mikoa yenye kiwango cha chini cha maambukizi ya malaria ambayo ni chini ya asilimia moja. Sasa mikoa hiyo ambayo kiwango cha maambukizi ni chini ya asilimia moja ni pamoja na mikoa ifuatayo. Mkoa wa kwanza ni Arusha, mkoa wa pili ni Manyara, mkoa wa tatu ni Kilimanjaro, mkoa wa nne ni Dodoma, hapa tulipo makao makuu ya nchi. He, hapa napo tuko salama, kwa hiyo tunaweza kujivunia. Lakini vile vile kuna mkoa wa Songwe, kuna mkoa wa Mwanza, lakini hata kwenye jiji letu la Dar es Salaam nako kiwango cha maambukizi ni, ni chini ya asilimia moja, mkoa wa Iringa, mkoa wa Singida. Hiyo ndio mikoa ambayo kiwango cha maambukizi ni chini ya asilimia moja na hilo ni jambo kwa kweli la kujivunia, lakini naona kwa hiyo mingine iko hapo katikati, ile maambukizi yako kiwango cha juu kimesema, lakini hii ambayo ki maambukizi ni chini ya asilimia moja kumesema. Kwa hiyo hawa wengine wako hapo katikati. Yapo mafanikio ambayo yamepatikana upitia utendaji mzuri wa serikali yetu ya awamu ya sita, usimamizi mzuri wa mweshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na amiri jeshi mkuu katika mapambano haya, lakini juhudi za usimamizi kupitia wizara yetu ya afya, lakini vilevile wizara vile, uh, yetu ambayo ni Ofisi ya Rais TAMISEMI, lakini tunashukuru wawekezaji mbalimbali na wadau mbalimbali ambao tumekuwa tukichanganya afua moja baada ya nyingine na hasa katika kuhakikisha kwamba tunatekeleza mikakati ya kupambana na ugonjwa wa malaria hapa nchini. Yafuatayo ni maeneo ambayo kwa kweli tunaweza kujivunia kama mafanikio. Eneo la kwanza, kwa juhudi za serikali yetu ya awamu ya sita uongozi thabiti wa mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, utendaji kazi wa wizara yetu ya afya, lakini TAMISEMI na wadau wetu mbalimbali, tumeweza kupunguza idadi ya wagonjwa waliothibitika kuwa na malaria kwa asilimia 45 kutoka wagonjwa milioni 6 kwa mwaka 2020 hadi kufikia wagonjwa milioni tatu nukta tatu kwa mwaka elfu mbili ishirini na nne Kwa hiyo hiyo ni dalili nzuri kwamba tunapambana, tunaendelea kudhibiti na udhibiti mkubwa. Kiashirio cha kwanza ni kupungua kwa wagonjwa katika kila hatua. Ya mafanikio huambatana na maono na mipango inayotekelezeka ambayo huchagizwa na uongozi imara. Hili linadhihirika wazi, na hapa kwa kweli, nichukue nafasi hii kumshukuru sana sana Mheshimiwa Rais uh, na serikali yake ya awamu uh, ya sita. Mnafahamu pale Kibaha tuna kiwanda na wadau wetu kutoka kiwanda chetu cha Tanzania Biotech Product, wako hapa kilichopo Kibaha mkoani Pwani na wao wanatusaidia sana kuzalisha dawa ya unyunyuziaji viuadudu ili kuweza kuisambaza kwenye halmashauri zote 184. Na tunamshukuru rais. Sasa kwa sababu gani? Ameridhia kwa mwaka wa fedha ambao unaishia mwezi wa sita mwaka huu elfu mbili ishirini na nne ishirini na tano, ameridhia kutenga bilioni kumi fedha za Kitanzania zitumike kununua dawa kwenye kiwanda hicho, zisambazwe kwenye halmashauri zote 184 nchini, na hivyo basi tutakuwa tumedhibiti mazalia ya mbu ambao wanaeneza malaria. Aprili 25 mwaka huu katika maadhimisho ya siku ya malaria duniani iliyobebwa na kauli mbiu, malaria inatokomezwa na sisi, wekeza, chukua hatua. Zero malaria inaanza na nini? Tanzania bila malaria inawezekana.